Serikali imesema kuwa inaendelea kufuatilia kwa umakini sakata la mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, kati ya Yanga na Simba, lakini haitaingilia moja kwa moja kuepuka vikwazo vya FIFA huku ikisisitiza kanuni na sheria zilizowekwa na uendeshaji wa mpira zifuatwe. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma amesema hayo leo Juni 11 mwaka 2025 bungeni jijini Dodoma alipojibu swali la nyongeza la mbunge wa Makete, Mheshimiwa Festo Sanga. Ha, Festo Sanga moja kwa moja kwenye swali.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 Mweshimiwa Mweshimiwa Esta Bulaye, hebu sema unayosema kwenye kisemeo, maana naona umekuwa naibu waziri w wa uh, nilikuwa ta? nasema kusiana uh -huh. Taratibu na sheria ni pamoja na kupata ripoti, kwa nini mchezo wa tarehe nane au, sasa wewe ndo ulikuwa unakataza ushabiki sasa, hapo unataka ushabiki wa wasimba, anayetaka kumjibu. <laughs> uh, Est Matiko mjibu. Naskuru Mheshimiwa Spika